Mamia ya maskota waliowahi kuishi katika shamba la ekari 94 la Dupoto Darfur linalomilikiwa na shirika la reli mwaka 2023, wameandamana hadi katika mahakama ya Milimani na wizara ya ardhi. Wakazi hao wanalilia haki kuhusiana na fidia ya shilingi bilioni 2.7 kutoka kwa shirika la reli ambayo wanadai ilipotelea mikononi mwa matapeli. Maskota hao wanadai, hawa wanadai hawakupokea hata ndururu kwenye fidia hiyo. Mamia ya maskwota wanaodai kunyanyaswa na wakuu katika wizara ya ardhi na wanasiasa kwa kuwanyima fidia ya shilingi bilioni mbili nukta saba waliandamana hii leo nje ya mahakama ya milimani na kisha kuelekea katika wizara ya ardhi. Walikuwa wamebeba stakabadhi na ramani inayoonyesha shamba waliokuwa wametengewa kabla ya shamba hilo kununuliwa na shirika la reli benefit the right people the people who took this money are politicians and we have records and the trustees. Tunaomba serikali ECC, tumeandikia barua DCI, tumeandikia barua, uchunguzi ifanywe mara moja. Pia yes, yes, yes, yes. yes. kuna barua tunataka kupeleka petition kupeleka petition kwa parliament yes. yes kwamba hiyo kamati ya land iita watu na ichunguze. Huko 2023 tukiwa tumeambiwa <coughs> na County Commissioner wa, wa, wa, wa Langata, twende tutalipa pesa the following day, tukafungua wote account tumeishi hizo miaka zote tukigoja pesa kila siku, tuko kwa banki mpaka tunafukuzwa na soja. Kati ya ekari 94 na shirika la reli nchini linadaiwa kununua ekari 50 mnamo Disemba mwaka 2023. Ila maskwota wanadai ekari 38 na zilinunuliwa na mwanasiasa mkuu serikalini, ila wao hawajapokea pesa zozote. tuliwachagua trustees prostitu tunayachagua wakachukua shamba kama ni yao even after we have brought to the attention more than once that there has been illicit dealings that have left the people of Dupoto homeless the people of Dupoto destitute the ministry is still yet to communicate its position we will fight today we will fight tomorrow we will fight until to the end until the people of Dupoto get their land kati ya waliofaidika na fidia hiyo ni wanasiasa tajika ambao sasa wanalaumiwa kwa kuwanyanyasa maskwota hao. Melita, Ulitenges, Runinga Citizen.